sasa ukiwa mm. hey, na timu yako kwa kitanda ashaikupea staidi gani ukafurahia bendova? Haya sasa, ehe, bendova ni unasema kishua kabisa. Unaona ni kama umeenda viguni ukarudi. Hiyo kitu nafanya banaa.

Hapo tuko na boro kijana amekupigia kofi ya kidesign hii ya unyama kwenye kwenye mtaa hey. Sasa sijui kama umesikia swali nimeuliza hapo jana, nasema naenda mbinguni kwa hii ligi mnaoneaje, pande yenyu, timu gani inachukua? United siku zote, morio juu ya morio siku zote ndio hapa. Tuko na kijana mekupigia lugu nyingine unyama kabisa kabisa Unasema inachukua sasa. Watu wa senali unaweza waambia leo, unasema lambo, kama ma... kama mtu wa safi, buda. Nimeshukuru kimoja, safi shukuru, buda